Je, nina hatia kumfanya binti yangu amuombe msamaha mwalimu wake wa historia kwa matamshi yaliyokosa nidhamu. Wiki iliyopita binti yangu wa miaka 15 alikuja nyumbani kutoka shule, akaniambia kuhusu tukio ambalo lilitokea katika darasa lake la historia. Mwalimu wake B. Smith anajulikana kuwa mkali, lakini mwenye uruma Wakati wa mazungumzo ya, ya kuhusu tamaduni za historia, B. Smith alitaja michango iliyotolewa na tamaduni tofauti tofauti. Biti yangu akijaribu kuwa, kuwa mcheshi mbele ya wenzake alisema, angalau tamaduni yetu haikubaki kwenye michanga kama zingine. Wakati anapocheka, B. Smith ni wa ametoka katika mashariki ya kati, kwa hiyo alisikia vizuri uh, tamshi hilo na akaonekana ku, kuudhiwa na, na alilolisema binti yangu, lakini aliendelea na funzo. Wakati binti yangu aliponieleza kuhusu tukio hili, yeye aliona kwamba siyo jambo kubwa. Nilighadhabika na kumwambia kwamba hilo ni jambo la kukosa heshima na la kipuuzi ambalo halifai kabisa kutamkwa. Binti yangu alilifutilia kando akisema kwamba ilikuwa ni utani tu na B. Smith alikuwa anapitisha ana kiasi kwa kuonyesha kuhasirika. Niliamua kuwa binti yangu alihitaji kuelewa ukubwa wa maneno yake. Jioni hiyo nikamfanya aandike barua ya dhati kwa B. Smith. Pia nilitaka aandike barua karatasi mbili, moja juu ya cha, michango ya tamaduni za mashariki ya kati katika historia, na nyingine juu ya michango ya maneno ya kukosa nidhamu katika darasa. Siku iliyofuata, nilimpeleka shule mapema ili akaweze kumpa barua hizo mbili Bismith. Bismith alishukuru sana kwa ajili ya msamaha na akasema kwamba anamshukuru binti yangu kwa kuchukua jukumu na pia akashiriki na binti yangu kuhusu maongezi ambayo yanaweza kusababisha unyanyapaa na kuunda hali isiyokuwa nzuri ya kusoma darasani. Binti yangu alionekana kuwa ameelewa ukubwa wa yale aliyotamka baada ya mazungumzo haya. Hata hivyo, wakati nilipojadiliana haya na mke wangu jioni hiyo, yeye alifikiri kwamba mimi nimepita kiasi. Alisema kwamba alikuwa tu ni kijana na ambaye alikuwa anafanya maneno ya kuchekesha mbele ya wenzake. Na kumfanya kuandika barua hizo mbili na kuomba msamaha ilikuwa ni kupita kiasi. Aliamini kuwa watoto hufanya makosa na kumwadhibu kwa kiasi hichi ilikuwa ni maadhibio makubwa sana kwake. Sasa mimi najiuliza, je, niliyefanya makosa kumfanya binti yangu apitie hatua hii ya kuomba msamaha? Je, Adhabu hii ilikuwa imepita kiasi kwa, mba, kwa sababu alisema ilikuwa tu ni utani. Je, nina hatia kumfanya binti yangu kuomba msamaha na kuandika barua hizo mbili? Mwandishi ametoa maelezo yafuatayo kwa nini anafikiria kwamba yeye ana hatia. Tendo ambalo angeomba tuamue ni kumlazimisha binti yake kuandika barua hizo mbili kwa mwalimu wake na kwamba pengine alimwaibisha mbele za rafiki zake darasani. Humus alimjibu akusema, kusema huna hatia. Ninamwangalia nina mke wako na jicho la kando, kwa sababu ikiwa kijana amechukua maneno kadhaa ya ubaguzi na kukosa heshima mtu ambaye anafaa kumwonyesha njia wakati amefanya kosa hilo ni wewe, na kisha ulitenda hivyo. Na ikiwa kijana atakuwa mjeuri ama ku, kunyanyapaza wenzake kuhusu jambo ambalo sio sawa, jambo la, la maana ni kwamba wewe kumfanya aombe msamaha, ikiwa mke wako anafikiria kwamba tamko hilo alilosema halikufaa kuomba msamaha. Ninashuku kuwa mke wako hali yake ya heshima iko chini sana, na pia anaonekana kuwa mbaguzi. Nesta alimjibu akasema, kwa hakika hili mke wako anafikiria kuomba kuomba msamaha kwa kutoa ku, matamshi ya ku, kiubaguzi ni utani katika darasa na ni kwamba utamaibisha mtoto wako. Hili linanichanganya na kunitia wasiwasi. MS4 anasema mke wako ndipo mahali binti yako alitoa maneno kama hayo. Mpira uko uwanjani mwako, wewe uangalie vile utakavyolitatua jambo hili. Glasgal pia anamwambia kusema kwamba binti yako alikuwa hakuona kwamba hili ni kosa na kulifutia kando. Ndio, watoto hufanya makosa, lakini hili alionekani kuwa kama ni kosa na kweli anahitaji kupata adhabu. Na sing yule kasong akamjibu akisema huna hatia, hilo ni jambo zuri sana kumfanya binti yako kuomba msamaha. Kweli vijana hufanya makosa lakini makosa yao yasiporekebishwa itafanya wao wawe wabaya zaidi. Pia makosa sio kuwa mbaguzi, hiyo tu ni kuwa mtu mbaya. Na ikiwa binti yako hangefanywa kutenda haya, bi Smith angeweza kumfunza yale makosa ambayo ubaguzi yanaweza kuleta, na binti yako angeendelea kufikiria kwamba hayo anayowafanya ni sawa. Je, we unaona kwamba huyu baba ana hatia kumlazimisha binti yake kuomba msamaha kwa matamshi aliyofanya darasani? Nipe hoja yako hapo chini.